Niwashukuru wananchi wote, vyama vya siasa vyote, waliojitokeza pia kuwania nafasi mbalimbali za kiutawala ndani ya jimbo letu la Kigoma. Tulikuwa na watu kumi na tano wakiwania nafasi ya ubunge, lakini pia tulikuwa na watu mia moja thelathini na wakiwania nafasi za udiwani toka katika vyama mbalimbali vya kisiasa ndani ya jimbo letu la Kigoma, na leo ni siku rasmi ambapo tumefika kwa ajili ya kutoa matokeo. Mtu wa kwanza alikuwa ni Rosemary Gerard Lazaro atoka chama cha AFP amepata kura mia moja sitini na mbili. Mwingine alikuwa anaitwa Zitto Kabwe Ruyagwa toka ACT Wazalendo amepata kura elfu kumi na sita mia sita kumi na tisa. Clayton Revocatus Chipando kwa jina maarufu Babalevo amepata kura 35,727 kutokana na matokeo ya uchaguzi huu, kwa mamlaka niliyonayo chini ya sheria ya uchaguzi ya rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 105 naomba sasa niwatangazie rasmi kwamba ndugu Kreito Levokatu si chipando kupitia Chama cha Mapinduzi kuwa ndiye mshindi wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Kigoma Mjini. msimamizi wa uchaguzi ndani ya jimbo la Kigoma mjini, naomba nichukue nafasi hii rasmi kuweza kumkabidhi cheti cha kuteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini mm. Niwashukuru wananchi wote, vyama vya siasa vyote waliojitokeza pia kuwania nafasi mbalimbali za kiutawala ndani ya jimbo letu la Kigoma. Tulikuwa na watu kumi na tano wakiwania nafasi ya ubunge, lakini pia tulikuwa na watu mia moja thelathini na moja wakiwania nafasi za udiwani toka katika vyama mbalimbali vya kisiasa ndani ya jimbo letu la Kigoma. Na leo ni siku rasmi ambapo tumefika kwa ajili ya kutoa matokeo. Mtu wa kwanza alikuwa ni Rosemary Gerard Lazaro atoka chama cha AFP amepata kura mia moja sitini na mbili. Mwingine alikuwa anaitwa Zitto Kabwe Ruyagwa toka ACT Wazalendo amepata kura elfu kumi na sita mia sita kumi na tisa. Clayton Revocatus Sichipando kwa jina maarufu Baba Levo amepata kura 35,727 kutokana na matokeo ya uchaguzi huu, kwa mamlaka niliyonayo chini ya sheria ya uchaguzi ya rais, wabunge na madiwani ya mwaka shi, 2024 kifungu cha 105 naomba sasa niwatangazie rasmi kwamba ndugu Kreito Levokatu si Chipando kupitia Chama cha Mapinduzi kuwa ndiye mshindi wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Kigoma Mjini. Msimamizi wa uchaguzi ndani ya jimbo la Kigoma mjini, naomba nichukue nafasi hii rasmi kuweza kumkabidhi cheti cha kuteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini.